Lipo la kweli na, na na ni hatari ambayo inanyemelea mpira wetu, ambalo sasa halifichiki tena, kwa sababu linazungumzwa uh, na na kuzungumzwa na kuzungumzwa, japo wenzetu washapiga washapiga hatua sana, cheza wenzetu, maanake mpaka mchezaji anaweza akafatiliwa akaonekana na akachukuliwa hatua. Kwetu hatujafika huko bado, lakini hili swala ni kwamba lipo katika, lipo katika kanuni tayari, limeingizwa kwenye kanuni zetu na tutaongeza nguvu kulifuatilia, japo katika ufuatiliaji huo hauhitaji viongozi tu pekee yetu, huku hata nyinyi ndokejo uh, kuna nafasi vile vile kupigana uh, mambo ya beti yasituharibie mpira wetu, kwa sababu kama nilivyokwambieni hapa, mpira ni ladha. Sasa ladha ikosekana, ikiwa vijana wetu wakiingia kule ndani sasa kama tunavyosikia manake wakati mwingine labda watu inawezekana yapo kwa ukubwa huo, inawezekana watu wanaongeza chumvi, lakini hilo jambo lipo, manake bila kukubali kukubali kukubali, tatizo huwezi kulitatua. Kwanza tulikubali kwamba hiyo tatizo lipo, lakini kumbe sote kwa umoja wetu, hili jambo litaki viongozi tu, kwa sababu mpira wetu ukifa, nyinyi vijana, mpira wetu ukishakuwa wa ovyo, kama kuna wengine wadogo zenu mmewaacha shule ambayo wanasomea kazi za uandishi hivi watakuja kukuta nini huku? Tena watakuta tena limebakia labda jeneza tu, hakuna kitu. Kumbe tukipambana wote, hii industry yetu ikawa kubwa zaidi. Wakati na sasa viongozi wenu tunapambana, kwa sababu kama ujua hapa, beti, beti kwetu ni biashara halali, lakini sasa umwingiliani wake na katika mpira wetu sasa ndo unatuharibia una, una, una, una, una, una, una, japo hatuna ushahidi, siwezi kusema ile biashara, siwezi kusema kwamba unaharibu, lakini kwa maneno kwamba kuna kansa inaanza kuingia ndani ya mpira wetu. Lakini hilo tunalifanyia kazi, lipo ndani ya kanuni, tutashirikiana na taasisi nyingine pamoja na nyinyi, tutapambana nalo kwamba yule kuja na kiongozi ambaye ana maagizo kutoka nje. Nafikiri mimi ni nilikaimu hii nafasi, nilikuwa makao mwenyekiti wa bodi iliko miaka minne na na uzoefu kidogo wa wa kiongoza bodi ya ligi. Kwa hiyo niko hapo kwa miaka minne na hapa nikakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa muda miezi mitano na huu wa sita, na hilo jambo halikuwepo. Mi nafikiri bodi ya ligi kuu inaongozwa na kanuni na taratibu ambazo hazitoi nafasi ya mtu kuleta mawazo yake au kuleta mawazo kutoka nje ya zile taratibu ambazo zilizopo, hilo niwahidi ni tu mbele yenu kwamba hilo alitotokea ndani ya uongozi wangu. Tutakuwa na uongozi wenye uadilifu na uaminifu kwa mpira wa nchi yetu. Nahitaji kuutumikia. Kama ujuavyo, huwezi kupata hii nafasi ya kugombea uh, bodi ya ligi au wajumbe wenzangu hapa bila kuwa kiongozi kwenye timu ya mpira. Ni kwamba lazima ujitoe huko ulipo ili kuja katika hizi nafasi kubwa kabisa za kutumikia mpira kwa, kwa jumla wake kama unajua hapo, bodi ya ligi inaongoza ligi hizi tatu: ligi ya NBC Premier League, Championship na First League, mpira kwa ujumla wake huko ndani ya uh, mwamvuli mkubwa wa TFF ambao unaongozwa na, na rais wetu makini uh, ndugu Wallace Karia. Kwa hiyo upande wa hizi ligi ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi ambayo tumekasimishwa kuziongoza, nihakikishie tu jambo la kwanza, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu fupi. Eh, mpira wetu unakuwa mpira wetu unakuwa kwa kila nyanja, kwa kila nyanja au sasa, hakuna tena, wanasema hakuna kitu ambacho kinajificha. Sasa mpira wetu unahitaji eh, kuboreka zaidi. Niseme moja ya jambo ambalo mimi na wenzangu hapa tutakuwa jambo la kwanza kulivalia njuga, kama nilivyosema awali, ni kuhakikisha kwanza haki inapatikana ndani ya uwanja kwa timu zetu nikisema hivyo na maana pana kabisa, kwa sababu ule ndo msingi wa kila jambo. Tukitaka sponsors, tukitaka kuwa ligi bora, tukitaka bora, tukitaka kuwa ligi bora kuwa nambari zaidi tukitaka kuwa na wachezaji bora, lazima jasho lake mtu aliyetoa uwanjani apate manufaa yake, nikiwa na maana ya kwamba kidogo tuna si sana kidogo, kama unakujua mpira sasa teknolojia. Ili kupata haki, kuna wanaosimamia ndani ya uwanja wanaosimamia haki, sheria 17, kila mtu apate haki yake lakini mpira ulioendelea duniani ni kwamba sasa ishaonekana uwezo wa binadamu umeanza kupitwa na hilo na, na, na, na, na, na jambo sasa, lakini kwetu bado hatujafika huko. Kwa hiyo tunategemea wale, wale eh, watu wetu ambao wanasimamia, utasimamia kwanza kuwapa kwa mafunzo, kwa sababu wakipata wak, wak, mafunzo uh, wakiwa na dhati ya kwamba wanataka wanataka kueneza mpira yetu kwa sababu ilo jambo limewezekana, ndani ya maamuzi ya haki. Tuna kijana mmoja ambaye sina haja akum, Nindo, uh, ya kumtaja jina katika hao, ni ndo superstar wetu mechi. Ukimona ameshika filimbi katikati, kila mtu anasema yes. Ukienda ukitizama uh, uh, nakumbuka mwaka jana naangalia nusu finali ya klabu champion ya Afrika, namuona alikuwa pale kale kwa kama fourth official. Ni kwamba kuonyesha kumbe tunaweza. Sasa ule ndo msingi wa mpira wenyewe. Sasa, jambo la mwanzo, uh, ni kwenda kuhakikisha kila klabu iwe kubwa iwe ndogo inapata haki yake ndani ya uwanja, ili mpira wetu kisha kuwa tayari na ushindani ambao kila mtu anapata haki yake, kila kitu kitakuja, sponsors watakuja, maslahi yataongezeka na mpira utakwenda juu, lakini lazima kwanza uanzie kule chini kwenye mzizi. Beshwa mzigo mkubwa wa kutaka kuchukua mpira wa Tanzania wote kuojia mabega yetu, hapana, TFF ipo inashughulikia kila programu za kuendeleza vijana, mipira ya wanawake, timu ya taifa zipo zinaendeleza huku. Hatuna jukumu hilo. Jukumu letu ni ligi zetu tatu kuwa bora zaidi, kupata maslahi zaidi, lakini maslahi zaidi ndani ya mpira. Mpira ni mchezo ambao eh, unataka ushindani. Wanasema kama ile ladha. Siku moja niliwahi kusema uh, tunakosa ladha ile ya, ya mechi wakati mwingine unaondoka. Kuna mtu akanikosoa Kiswahili anaambia huko, sawa ladha inapatikana mdomoni, lakini mimi niliona bado bado mimi nikaambishi ndani ya moyo wangu nikiamini kwa bado mpira una ladha, ikiwa unakwenda uwanjani ukiona mambo yanakwenda si hivyo ndivyo, unakosa ile test ya mpira. Sasa mimi nikiwa sponsor namba tatu, niko pembeni, nataka niingize pesa yangu pale kwenye mpira ambao unaona mpira wenyewe huko hauna ladha tena. Nikisema hivyo, nafikiri na maana pana kabisa. Kwa hiyo lazima hili jambo hili jambo sio la la viongozi wa bodi ya ligi tu, sote kwa jumla wetu. Hiyo mpira umekuwa namba nne ya Afrika, si kazi ya bodi ya ligi, si kazi ya TFF Mmefanya kazi kubwa sana waandishi. Ukifungua simu yako unakwenda kwenye mitandao unakuta kazi yenu ipo, ukienda kwenye redio, ukifungua asubuhi, tunaanza kuingia tukona kazi yenu tunaanza, ikianza kufika saa moja tu tunakuta kazi yenu ipo. Kumbe na nyinyi mna mchango mkubwa, aidha wote kwa pamoja, watoto wangu wengine wengi, watoto wangu wengine, kutoka leo kila mtu achukue jukumu la kupigania mpira. Ni industry kubwa, vijana nyote hapa mpo kwenye industry ya mpira. Mpira huu ungekuwa hujafika hapa ulivyo, ina maana nyote hapa ni katika hii industry. Lakini tuna ndugu zetu wengine wanakuja, wengine wako nyuma yetu, kumbe tuna nafasi ya kutengeneza kitu kikubwa zaidi katika mpira. Lakini tunapoona jambo, si kwa ushabiki. Unajua, nasi tuna ushabiki mwingi kwenye kwenye mpira wetu, of course si jambo baya japo uh, wakati mwingine tunatumia vibaya, lakini si jambo baya, ushabiki ndio mpira wenyewe. Hatuzuii, hatusemi, hatu kwamba kuna klabu zina feva zaidi, hapana. Hatusemi kwamba labda watu kuna mienuko zaidi kwa zile klabu nyingine, hapana. Hatusemi hivyo. Mpira kwa ujumla wake, mna nafasi kubwa ya kujenga mpira wetu, kutoa hapo ulipo, kufikisha upo. Sisi kama viongozi tukiondoka hapa, atakayefungua simu yake nikwenda kuangalia tu nini kimetokea, basi atakayekwenda kukipeleka huko nini kimetokea, nini kimefanyika, ni nyinyi mna nafasi kubwa sana ya kuinua mpira wa nchi yetu. Mnapoona jambo haliko sawa, inapasa tudikemee wote, kwa sababu nyinyi mna sauti kubwa sana kusema. Sisi viongozi utanioje mara moja tu, wewe una, una, una kazi yako ya kuweza kuyabaisha Tanzania nzima. Ndio maana nikadumu pale pale, kwanza turudi kwenye msingi, tuhakikishe wote kwa pamoja haki inapatikana ndani ya uwanja. Tukipatikana haki ndani ya uwanja, sponsors atavutika. Hakuna mtu ambaye anakuja mahala ambapo hapana, hapa haki atakimbia. Kwa hiyo sote kwa umoja wetu, watoto wangu, na nawaombeni na, na, na, no, na tupambane kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Mmefanya kazi kubwa ongereni, lakini bado bado si kwamba ndio tumefika mwisho, bado na nafasi ndefu zaidi ya kusogeza mpira wetu ufike mbali zaidi.